Um. Inasemekana kwamba mmeachana tangu kipindi cha nyuma. Vua miwani basi <coughs> tuone na <coughs> macho. Ndio. Mzee. Amevua. Sasa anaenda kama DCI. Detective. Okay, let's go. Okay, na yeah, pia wambea walikuona katika ile pati ya ni kidogo kibpiga kidogo. <tères> <tères> <twende tères> E, <tari> <A>, kuna taarifa kutoka <tères> kwa mashirawadu ambazo mm. zinadai kwamba mko tofauti tangu uh, mwaka jana mwishoni, baada mm. pia ya uh, kuwaona mkitoleana povu. Yeye actually, alikuwa akitoa povu kwa Nandy kwenye ile pati yake ambapo wewe uliingia ukiwa una push ndinga ya Lulu Diva huku ukiwa na Rita. mm. Nianze kujibu swali lipi? Um, anza kujibu kwanza... Wema, au mitanda, uh, kwanza kilichotokea siku ile kilichotokea yeah. Nadhani kwanza nianze kutaka ku deal na hiyo rumor, okay. Um, unajua mitandao siku hizi ni platform. Mm. Yani, nikisema platform na maanisha ni hata wewe unaweza kuatumia mtandao the way unavotaka kutumia wewe, na mimi nikufanya chochote, okay. Ndio maana wewe ni mbea, mimi ni msanii. mm -hmm. we <laughs> tumegawana. mm -hmm. kuna mtu mwingine yupo kwenye mtandao anafrai tu yeye akiwa na comment vibaya. Ana page yake ambayo kazi yake ni kuingia tu kwenye page za watu kucomment vibaya. mm hapa -hmm. eh, Kennedy mm -hmm. ukimwangalia, brother zangu hapa, ukimwangalia page yake amejibrand kama ni miamala mtu wekezaji. Kwa hiyo naweza nikasema uh, ni platform ambayo huwezi kumzuia mtu kuongea chochote. hizo romance zipo mm. na sisi wenyewe tunakutana nazo, mi wenyewe naziona. Sasa kinachokuwa kwenye mitandao, mi nakiacha kibao kwenye mitandao. siwezi, kum, kumzuia, siwezi kumzuia mtu kuongea, siwezi kumzuia mtu ku comment kwa sababu kila mtu anatumia platform hiyo kwa namna yake anavyotaka kutumia. Mimi naitumia mm. kwa namna ya kupush muziki wangu, biashara yangu mm. na kuna mtu mwingine akiamua atamua kutumia mtandao kwa namna ya kupush biashara zake au kuamua kujipushia anavyojua yeye. Kwa hiyo yeah. Akiamua kunitukana so it's all about you, akiamua kusema vizuri kunisifia ni yeye umeamua mt mm. platform ambayo unaitumia ma Facebook, ma TikTok, ma na mm. Instagram. Kila mtu ana uhuru wake na mimi shakuwa maarufu, kwa hiyo lazima mm. sisi nikubaliana na hiyo hali. Kutukanwa, kusifiwa, kusapotiwa, kutokusapotiwa, vyote lazima ni face. Eh, na mimi pia nilikuwa hapo kwenye party ya Nandy na tulikutana. Unakuja okay, mm, nishakujibu swali lako la kwanza. Sudi baba unajua bilizana. Yaani sisi sana sana naomba hawajaachana wako pamoja. Kwa hiyo romance yani mm, vitu kwenye mitandao, mitandao vitu vinakikongereza kwenye mitandao yani wewe sisi mimi wenyewe tunakutana navyo, wewe mwenyewe anakutana navyo. Mm. Kwa hiyo tunabaki tu tunaona ha mm, kumbe ndio inaonekana iko hivi.

Okay. Na shemshem nandi, uh, napenda kumuita shemshem. Kwa hiyo uh, anaipenda sana ile nyimbo, okay. Yaani verse ya Nenga anaimba yote, acha noma. Eh, na kabla haijatoka alikuwa anaipenda sana ile nyimbo, okay. Akaniambia, Whozu mimi hii nyimbo siku ya kibao kata changu mimi naenda kuivujisha, mm. Akaniambia, bwana shemshem, usifanye yaani piga uwa navujisha pale nyimbo yako, sababu so, hii nyimbo imekaa kimaadhia tukio langu uh, uh, uh, nikiwa mambo ya kuchamba mambo ngoni leo sijui naenda uh, uh, uh, kuivujisha na uniambi lolote. Sasa nikimwangalia, na mimi nimeimba tena na mume wake tena kwa nakuwa uh, sina say. Unajua zile ah basi bwana ndugu yangu uh, family uh, yangu. Uh, yeah. Ni familia yangu yani, ni mtu wangu wa karibu, yani hey, okay. Kwa hiyo tunabaki tunacheka tu, mwisho siku kama na nikivujisha inabidi uwepo njoni support. Mm. Sio, sio case. Kwa mimi nilienda nienda kusupport, lakini nilienda muda saa tisa, mm. Ilikuwa saa tisa, sijui karibia shughuli inaisha, ndio mimi, mvua eh, inanyesha jamani. Kwa hiyo nilikuwepo ni, ni mm. pale ne kwenye, kwenye tukio, lakini najua kabisa naenda kwa sababu gani. Nilikuwa na washikaji zangu, um, hata chimama mimi sijazoea kumwita Wema, najua chimama. Kwa hiyo ningesema chimama, unajua unanielewa. Wewe unaitia eneo la Wema, mimi si Wema naitwa chimama. Hata chimama naye alikuwa iko surprised alikuwa hajui kama mi naenda, mm. Okay. mimi nilikuwa niishe mimi na Nandi na Nenga ndio tunajua, ilikuwa ni surprise, yani ke alikuwa hajui, yaani tena nimeenda mida mibovu kabisa, vishafanyika vitu vingi. Mimi na Nandi tu aliniambia, mimi naipiga na hii nyimbo mwishoni mwishoni, naenda naipiga na hii nyimbo. Na ndo iliposaidia hata kwenye TikTok ilipata challenge nyingi kutoka kwenye ile clip ya Nandi. Okay. Ile clip pale pale kwenye kibofu ya Nandi ilienda viral kwenye TikTok. Ingawa sasa hivi na ma clip kama elfu sabini nadhani. Shish. Umenielewa? Kwa hiyo. Eh, kwa hiyo hatukutoka sana kwenye plan yetu, tumefanikiwa. Kuna namna tumefanikiwa, kwa hiyo hata simama naye alikuwa yuko surprise, hakuwa ajui kama mimi naenda. Na Rita pia nilikutana naye kule, alikuwa amealikwa na Nandi. Kwa hiyo tulikutana pale wote. Oh, sio kwamba ulikuwa umetoka naye huko. Ah, sasa nimetoka naye huko kivipi tena. Nilikuwa nimetoka huko niko na washikadi zangu. Kwa hiyo kufika pale nimekuta watu wengi wamealikwa watu kibao, kina Rita, kina Rukia, kina Wema, kina Lulu, kina Masha. Mm. Wema, kina Lulu, kina ah. Kwa wote nimekutana nao. Nao wamekuja kuniona mimi baada ya yeye eh, na kuniita pale mbele. Ah, okay. Oh. Kwa sababu nilivyoenda sikujichanganya na kwa sababu oh. Niishi kama ya wanawake. Kwa hiyo mimi nilijitenga. Nilikuwa nimekatu kumigari. Kwa hiyo nilivyoitwa, ndo nikatoka kwenye ni gari nikaenda moja kwa moja. mm -hmm, eh, yeah, pale mbele. Umenielewa? ananielewa vizuri sana gani, hamna lolote hapana. Alafu unajua chimama sio mtu wa kumind sana, yani ni mtu ana roho nzuri sana. Kwani wewe unamjua vizuri? Nikukumbusha kitu kimoja, mara kwanza nimesema kwamba chimama h kutokea ah, pale mbele, alishangaa nimefikaje pale na anajua yuko nyumbani. Siku hiyo nimetoka kushoot na mm. mm. ni watu kama wawili kushoot shoot nyumba anaifahamu, haikuwa kitu kibaya, kusogea mkaa ka Kwa hiyo alivyokuja kusupport pia nilishukuru. Okay. Alikuwepo wow. Nandy alikuwepo Diva alikuwepo Masha po... nazo ukiangalia walikuwa na wanaimba nyimbo yote mm. kwa hiyo kile kitendo nadhani chimama naye alikuwa surprise kuona okay, mm. kumbe umekuja kumbe uko hapa, lakini sio kwamba alikuwa na ana roho mbaya au ame mind hapa, na mwisho yeah. wa yeah. siku nilivyotoka pale mm. nilimpa nili, nili, nili, nili, heshima yake nikaenda nikamkumbatia nikamwaga nikaondoka. Ah, ah, kuna chochote? Uondoki ha. ch naye ch saa sa 9 usiku. Sasa mimi bado shughuli ilikuwa bado ni wanawake na inaendelea. Yeye shughuli ilikuwa inaendelea mimi nilikuwa nimpita njia, ukimkuta mtu fule wako kwenye, kwenye shughuli ya wanawake. Yes, yeye bado alikuwa anahitaji kuendelea kuenjoy na alikuwa yuko na marafiki zake, na ulikuwa ukimwangalia ni mtu kweli anaenjoy, ana furaha. Umenielewa? Nilichokifanya tu kwa kuwa alikuwa hajaja mbele na alikuwa ananitazama mimi, nilivyomaliza kukaa pale mbele, nilimfuata ili kumuonyesha kwamba kabli kuwepo na eh, kuonyesha eh, kwamba sana nikampa heshima yake. na ushikaji wako na Rita ulianzia wapi? Pengine mtu anaweza kaa, najiuliza mbona imekuwa ghafla sana. ni vae miwani au nikae hivi hivi? hivyo sio mbaya, pendi miwani jamani, au kupe miwani mwanangu. Eh, yeye mnakaa mtakavyotaka, yaani kama ni confidence mnataka na hapa, sawa, kama hamna chochote tunachodanganya, sawa. ushikaji wako na Rita ulianzia wapi? Kwa sababu watu wanaona kama mbona kama binvu hivi ghafla, inakuwaje? Ushikaji wangu na Rita sio wa muda mrefu sana okay. ni ni mtu mkweli. Um, ni wa muda mfupi, lakini ni washikaji sana, ni watu ambao tunapiga story um, na ukiangalia wote tumetokea Moshi mm. eh, kaskazini na ni mtu poa tu, hana shida yoyote, na kitu ambacho kilinifanya mimi nimkubali ali nilimwapproach kunisupport kuni kuwepo kwenye kuni video yangu mm. okay, na yeah. alionyesha respond kwa haraka sana ambacho kitu sikutarajia. Uh. Yaani hakuleta longolongo -longo za kunipanga, kuniambia ba I need makeup bla bla si you know, kesho to shoot no, no, no. Yeye alikuwa direct tu. Saa ngapi tuka shoot? mm. Na mimi nitashukia gym. Napenda mazoezi. Ni mtu ambaye anaonekana sana anapenda sana mazoezi. Kwa hiyo kile pia nilifanya ni appreciate sana kwa support ile. Kwa okay, sababu mfano mtu anampigia simu saa nne usiku alafu saa moja asubuhi anataka mshoot na yeye ndo aliwahi kufika kabla yangu. Ah. Oh. Mm. -hmm. Kwa hiyo unaweza kuona kama ni, eh, ni ni support kubwa alinipa kwa mm hiyo -hmm. Koyo...